Maandalizi ya msafara wa Jipange na Viusasa yamekamilika huku kikosi cha watangazaji wa Inooro FM kikiwa tayari kutifua kivumbi mlimani kuanzia kesho. Viusasa imeandaa msafara huu ili kukutana na mashabiki wa vipindi vyake mtandaoni na kuwazawadi kwa kuganda kwenye kiunzi cha vipindi kinachoongoza humu nchini. Mshindi wa kwanza pia atatuzwa hii leo. Tuungane naye Steve Shitera kwa njia moja kwa moja kutoka hapa Kilimani, Nairobi, kwa mingi zaidi. Shitera. Bila shaka mashirima wanasema kwamba ya mgambo ikishalia kuna jambo, na hapa ya Jipange na Viusasa ishalia kuashiria kwamba mengi makubwa yako njiani aa, kwa manufaa ya mtama, mtazamaji wa vipindi vya kuvutia aa, kwenye kiunzi cha Viusasa, kiunzi ambacho kimekuwepo sasa kwa miaka minane, na kwa manufaa ya mtazamaji wa vipindi hivi ambavyo vimeboreshwa kweli kweli, ana kila haja ya kutabasamu manake aa, shuguli pevu kabisa ya Jipange na Vyu Sasa imeng'oa nanga, na msafara mkubwa kabisa utaanza kesho bila shaka, kupitia maeneo mbalimbali katika ukanda wa Mlima Kenya, kuhakikisha tu kwamba ukiwa na shilingi zako hamsini unaweza ukajionea vipindi vya kuvutia kwenye Vyu Sasa, na wakati huo huo pia unaweza kuwa na nafasi murwa kabisa ya kujishindia pesa taslimu shilingi elfu hamsini kila siku, nusu milioni kila juma, na shilingi milioni mbili kwa mshindi mkuu uh, wa shindano hili ambalo linang'oa nanga rasmi hii leo na limeku, litaendelea kwa muda wa miezi miwili hivi kuhakikisha kwamba uh, wa, watazamaji ama wapenzi wa, wa Viusasa wanapata kila haja ya kutabasamu, wanapata kila haja ya kuweza kuganda kwenye kiunzi hiki uh, cha Viusasa. Nina mkuu wa vipindi Uh, kwa Viusasa Esta Mkima, atudokolee tu, uh, shughuli hii ni shughuli ambayo ina manufaa gani kwa mtazamaji na kwa mpenzi wa Viusasa? Um, Viusasa ina Celebrate 8 years tulianza 2017, so Jipange ni kitu tunafanyanga kila mwisho wa mwaka ku celebrate viewers wetu, na wanaweza kujishindia zawadi lakini mwaka huu tume decide tuende mashinani. So, tuko na mpango wa Jipange na Viusasa mashinani. Tutaanza kesho, tuende Nyandarwa tukiteremka hadi Nyeri, Karatina na Moya kisha turudi Nairobi, alafu wiki ijayo tutakuwa maeneo mengine so mpango huu wote utaenda, uh, the whole country nchi nzima na tunaanza kesho. Um, ukiparticipate kwa Viusasa ukienda watch content usubscribe na 50 shillings, una stand chance ya kuwin 50000 kila siku tuko na mshindi wa 50000. Kila wiki tuko na mshindi wa 1500, na katika mwisho wa draw kuna mtu ataenda nyumbani na milioni mbili. Leo hii saa nane, e, tuseme in about 30 minutes tunatangaza mshindi wa kwanza wa 1500. So kama uko nyumbani tafadhali, e, ingia kwa view sasa, uh, subscribe katika 724177 weke account yako, uwezi jua ni wetu, tunaweza pigia saa nane na dakika mbili dakika tano hivi kukwambia kwamba umeshinda shilingi elfu milioni shilingi 500,000, nusu milioni . Uh, bila shaka Esther, tueleze tu labda ni nini kinatofautisha, uh, kiunzi hiki cha Viusasa na vile vingine ambavyo vina vipindi, uh, kwa Wakenya na kwa ulimwengu kwa jumla. So, Viusasa is a local platform. Tulianza eight years ago na idea yetu ilikuwa ya kuonge, kuongea na creatives, to grow the creative industry because tunajua kuna creatives wengi Kenya. Ukienda university zote unakuta kuna creatives. Kila Sunday ukienda CBD unakuta na creatives. So tulianza hii eight years ago. The difference between Viusasa and everything else, Viusasa ndio utaenda upate skit ya Kijaluo ya Kikamba ya Kiluya utaenda upate Eh, Bible readings za Kijaluo za Kikamba, upate comedy, tuko mpaka na telenovelas za lugha yetu ya kiasili. Nyingi zina, zina, ziko na lugha either ya Kizungu, Kifaransa, Spanish ama ikienda sana Kiswahili, lakini kupata lugha yetu ya kiasili Kikuyu ni ngumu sana. So sasa hiyo ndiyo difference ya Viusasa sasa, na pia tumeweza kuleta productions zetu zote ndani ya nyumba moja. So tuseme for example umechelewa, umekosa kuocha ayana, unaweza enda upate ayana hapo, ama unataka kuendelea kesho utaipata hapo. Really, utapata. Hakuna watu wengine wanafanya hivi sana isipokuwa sisi kama Royal Media kwa sababu uh, we are known to be a local company and to empower the local communities. Bila shaka katika mfumo huu wa kidijitali, labda unaweza sema kwamba Viusasa imepanua mbawa zake e, na kama inavyozidi kupanua mbawa zake tunavyoona sasa, labda unawaahidi nini wapenzi wa Viusasa? So tunawaahidi kwamba by the time tunamaliza hii tutakuwa tumeongea na na na a a lot lot of of content content content producers. So so so kama kama unajua, wewe wewe una una wewe eh, wewe ni ni ni msanii, msanii unaimba una produce content eh, comedian uko na skits. Kuja kuja tukutane na wewe kesho. Kesho tutaanzia flyover tukienda hivo kila mahali pa nchi yote. So, utuletee hiyo content tunakuahidi ya kwamba utaiweka kwa platform, utaweza kutengeneza pesa pesa zako, because a lot of people wanajiuliza katika hii economy nitatengeneza aje pesa. So, kama wewe ni msanii, wewe ni comedian content yako kesho Thursday, Friday, Saturday kila siku tutaangalia content yako, tukwambie imefika kiwango, tuiweke kwa platform. So by the end of this uh, campaign pia tuna expect kukua na a lot of new content yenye wa, wa, watazamaji wetu wataendelea kujienjoy nayo, kujiburudisha including mziki. So hatufanyi drama na comedy peke yake, lakini pia kuna mziki, kuna neno la Bwana, kwa hivyo kuna mambo mengi sana katika Jip, eh, Visasa. Asante sana bila shaka, Mashirima, huyo ni Esta Mkima ambaye anasimamia uh, vipindi katika uh, kiunzi hiki cha Vyu sasa kuhakikisha kwamba burudani yako uh, inaletwa moja kwa moja kupitia uh, simu yako ya rununu kupitia tarakilishi. Kwa hivyo unaweza jiunga na Viusasa na bila shaka uh, uh, mambo hayo yote utaweza kuyapata. Amekuahidi kwamba msafara mzima ambao utazunguka uh, taifa lote hili unang'oa nanga hapo kesho kuhakikisha kwamba wewe, mpenzi wa Viusasa, una kila haja ya kutabasamu na kuganda kwenye Viusasa. Mashirima, mashirimashukran shitera